Jumamosi saa kumi kamili jioni, na pia marudio ni saa kumi na mbili siku ya Jumanne. Pia mtazamaji, unaweza ukasema, nimekusa Jumanne, nimekusa Jumamosi, nitakuangalia wapi? Nitaangalia wapi? Marudio unaweza ukapata siku ya Jumatano saa nane kamili mchana. Mtazamaji utajiuliza nitaangalia wapi? <laughs> Usipate tabu ya kujiuliza kipindi chako cha The Big school kinarushwa na chaneli yako Pendo wa Tumaini TV, chaneli namba mia nne sabini katika kisimbuzi chako cha Azam TV. Mpenzi mtazamaji, mimi na sentimenti tumekuandalia mambo mengi, tutajifunza, tutacheka. Natumai tufanye hayo yote tukiwa pamoja, mimi na wewe. Naanza safari na wewe, usitoke hapo ulipo. Yeah, what's up ladies and gentlemen? Segment inayofuata ni funguka. Segment hii mpenzi mtazamaji, nitauliza maswali mbalimbali mbali kwa the big, kwa wanafunzi wa the big school, St Matthew High School. Na na I hope watajibu vizuri. Utajifunza, itajifunza. Let's go. Ka mambo? Poa. Oh. Vipi? Fresh. Ah, kaka nikuulize na maswali kidogo. Yeah. Mm, unajua nini? Unaelewa nini mtakisema ukatili wa kijinsia? Ukatili wa kijinsia unamaanisha ukiona unamfanyia wanafunzi mtu yoyote kinyume. Okay, yeah. Wow. Um, na maumbile yake au uko na uko na mnyanyasa wa ongela. Mpenzi mtazamaji, segment nifunguka na tuulize maswali mbalimbali kwa wanafunzi wa the big school, St Matthew high school. Naona kuna wengine hapa. Kaka kaka, mambo? Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? Form four. Eh, wewe unafikiri mtu akikwambia ukatili wa kijinsia ni kitu gani vinakuja haraka haraka kichwani kwako? lakiliya kijinsia n yani, sasa na maovu mabaya yani, kama vile yani k ukeketaji, unyanyasaji, ndio hivyo. Ah, asante mpenzi mtazamaji, nimekwambia leo nipo na the Big School, St Matthew High School. tuna mambo mengi mengi ya kufunza twende. Unaitwa nani? Eric. kidato cha ngapi? <laughs> Unaitwa nani? Kidato cha ngapi? cha nne. Aya, kaka, upo kidato cha nne si ndio? Mm -hmm. Wewe mtu unapokwambia ukatili wa kijinsia ni mambo gani ambayo unahisi yanaweza kupelekea ukatili wa kijinsia uh? Kuna mambo mengi mm -hmm. ya kwanza kuondoa za, ndoa za utotoni cha mm -hmm. cha pili kupata mimba kabla ya siku ambazo sio zako. Mambo poa. Unaitwa nani? Claire. Ah, kidato cha ngapi? Cha nne. Haya, kidato cha nne yes, unafikiri ni mambo gani ambayo yanatakiwa yafanywe na serikali ili kuzuia ukatili wa kijinsia tunajua ukatili wa kijinsia upo, si ndio? Ni mambo gani sasa yafanyike na serikali kutokomeza ukatili wa kijinsia? Watakiwa waelimishe, waelimishe watu. Cha pili kwa wale ambao wanafanya makosa kama hayo, pia watakiwa wapatiwe justice, maana sio kitu kizuri. Unashangaa mtoto wa kike anakuwa anafanyiwa mambo maovu, au siku hizi hata watoto wadogo wa kiume wanakuwa nalaritiwa kama hivyo, ambacho sio kitu kizuri kwao. Kama serikali inabidi kuwaelimisha watu, na pia wakiwapata watu kama hawa hapo wapewe adhabu kubwa. wow. mimi na St Matthew tunaongea na wewe kuhusu ukatili wa kijinsia. Mambo poa. Wow. unaitwa nani? Naitwa Shadia Musa. Kidato cha ngapi? Kidato cha nne. Haya. Hapa Daniel <laughs> alituambia kwamba nilimuuliza kuhusu serikali kukomesha ukatili wa kijinsia. Wewe unaona jamii ina nafasi gani katika kukomesha ukatili wa kijinsia? Ah, jamii, jamii ina nafasi ya for instance, yani wanatakiwa ni mtu ukishaona anafanyiwa hivyo akaenda akaripoti polisi ili huyo mtu anayefanya hivyo aenda kakamatwe. Wow. Mm-hmm. Aa, lakini na sisi ni jamii si ndio? Yeah. Sisi kama St. Matthew ni jamii na tutashughulika na watu ambao wanahusika na ukatili wa kijinsia si ndio? Kuna furaha sana nami, niambie nachofurahia, nami nifurahi na wapenzi watazamaji wa furahi. Haya, kidato cha ngapi? Aya, hey, aya, tumesema serikali lakini sasa tuseme na mashirika binafsi. Tunajua kuna mashirika binafsi NGOs, si ndio? Mashirika binafsi yana mchango gani au yanatakiwa yafanye nini katika kukomesha kukomesha ukatili wa kijinsia unashauri nini? Wewe ni msomi, sio? Unajua wewe unaweza kusimama kwenye jamii na ukaambia jamii ifanye hichi na ikafanya, si ndio? Ehe, hebu waambie mashirika binafsi. Be, mm -hmm. Uh, kwa mimi hapa mm -hmm. kama serikali inabidi ichukue hatua kwa watu wanaoshiriki vitendo kama hivyo Mambo. Unaita nani kaka? Naitwa Brian Isaac Msofu. Kidato cha ngapi? Kidato cha kwanza. Mm-hmm. Sasa kaka recently, tumekuwa na kesi za unyanyasaji wa kijinsia kwa wanawake lakini sasa hivi karibuni na wanaume wananyanyasika, si ndio? Wewe unashauri nini sasa? Maana yake inaonekana sasa kama wanawake wamepewa kipaumbele sana kuliko wanaume unashauri nini? Kwa nini nashauri, kama kuna unyanyasaji kwenye any sector. Kwa kama kwenye wanaume tunatakiwa tujidifensi wenyewe, natwendeta kuna mahakama, tunatakiwa twende kuwasemea au ambao wanatunyanyasa au hata girls wa. Wow, hongera. Sawa. Haya, mpenzi mtazamaji, nimesema nilikuwa na maswali matatu ya mbaki mawili, mawili ni maswali ya upendeleo. Twende, twende, twende Unaita nanikidatu e cha dada, nina maswali mawili yes, ya upendeleo. Swali la kwanza nataka uniambie hapa, tukuwa tunaongelea masuala ya, ya unyenyesaji wa kijinsia si sindio? mm -hmm. na wanawake wanaonekana ni wahanga wakubwa, lakini kuna hiyo siku ambayo ilitengwa kwa ajili ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Niambie, ni talee ngapi mwezi wa ngapi dada? Tarehe saba? Tarehe saba. mwezi wa ngapi? mwezi wa tatu. hmm. Kweli dada, tarehe saba mwezi wa nne. Mtazamaji je, <laughs> ni kweli? Hebu mwambie rafiki yako kusaidia dada. Njoo mambo poa. Ah, hili ni swali moja nakuuliza, hivi kuna mtiririko matukio ya unyanyasaji wa kijinsia, si ndio? Ehee, sasa, kuna siku ambayo iliandaliwa maalum kwa ajili ya kutetea haki za wanawake, ni siku ya wanawake duniani, ni tarehe ngapi? tarehe nane mwezi wa tatu. Wow, ongela mambo poa. Unaitwa nani? Sawa, so so, yeah. <laughs> wow. so, kidato cha ngapi? hn cha nne. Sawa so. Dada, sisi tulikuwa tunaongelea mambo ya ukatili wa kijinsia si ndio? Haya, uh, wewe kama msichana Utachukua hatua gani ukiona msichana mwenzio nyumbani, shuleni anafanyiwa ukatili, utachukua hatua gani? Kiukweli ni kuripoti katika, katika vyombo vya habari ikiwezekana, au kwenda polisi, kwa sababu mimi kama msichana sitaki kumwona msichana mwenzangu kumwacha akiwa anateseka kama hivi. wa wow, asante. Mpenzi mtazamaji, naifunga segment Yafunguka kama hivi. Nakwambia, usitoke hapo ulipo, tuna mengi tumekuandalia. Toke hapo ulipo, let's go, tuna mengi tumekuandalia, usitoke Mpenzi mtazamaji wa kipindi cha The Big School, baba yetu, mlezi wetu, msemaji wetu ambaye ataongea na mengi, usitoke. Karibu baba, katika kipindi chako ki, katika segment yako nzuri ya yeah, benchi la ufundi. Usitoke hapo ulipo, tupo tena kwa mara nyingine na kipindi chetu cha Big School Show, na leo unaona mwenyewe, ndugu mtazamaji, leo tuna wanafunzi machachari kwenye benchi letu la ufundi leo. Ndugu mtazamaji, tuko shule ya St. Matthew. Mimi naitwa Patrick Skainda aka Umri Shoki Kwara. Sasa leo tunataka kuzungumzia mafanikio Nataka kujua kwanza, na wewe unataka kujua pia kwamba mafanikio maana yake nini? Tunaposema mafanikio maana yake nini? Hebu dada, tuambie maana ya mafanikio. Ni kupata kile ambacho ulikuwa unataka kukipata, au maana nyingine ya mafanikio ni kupata kile ambacho ulikuwa unalenga kukipata. Wao, wow, umesikia wanavyokwambia? Wanakwambia mafanikio, unapanga unapiga kazi au kikipato, unasema la, nimefanikiwa mwanangu. Sifa zipi za mafanikio? Ili mtu afanikiwa, anatakiwa afanye nini? Sifa ya kwanza kwa mtu anayetakiwa kufanikiwa, lazima awe na nidhamu. Nidhamu ni nini? Nidhamu ni kitendo cha kutekeleza majukumu yote kwa wakati unaotakiwa. Nidhamu si ni kutekeleza tu majukumu na pia ni kuwa na heshima kuna nidhamu aina nyingi. Ya kwanza ni nidhamu ya pesa. Mtu atakaye anayetaka kufanikiwa lazima awe na nidhamu ya pesa. Kwa mfano, unapokea kipato cha elfu hamsini, hautakiwi kutumia chote, hautakiwi kutumia kidogo, na kingine utakiwa uweke akiba kwa ajili ya maendeleo yako binafsi. Pia kuna nidhamu ya muda, ya muda ili Ukitaka kufanikiwa lazima uwe unatunza muda. Ukiangalia asilimia kubwa ya watu wanaofanikiwa wanatunza muda, wana nidhamu ya muda, wafanya biashara, wa hata wanafunzi pia wanatunza muda. Nyingine ni nidhamu binafsi. Unavyojiweka katika mavazi, jinsi unavyoongea na watu na pia jinsi unavyotembea inaashiria kwamba huyu ni mtu anayetaka kufanikiwa. Hebu basi tuendelee kuambizana zaidi. Wewe unafikiri nini kingine ambacho mtu akitaka kufanikiwa lazima akifanye, au, au lazima awe katika hali hiyo? Ni nini dada? Nguzo nyingine ya mafanikio ni kushirikiana na watu wenye mafanikio. Ukitaka kuwa na mafanikio, lazima uwe na ushirikiano na watu wenye mafanikio. Kama tunavyojua, rafiki yako endako ndiko uendako. Rafiki yangu asitokuwa na mafanikio, nikifatana naye, na mimi sitakuwa na mafanikio njia nyingine, ndio hiyo nguzo nyingine ni kushirikiana na watu wenye mafanikio. Umesikia ni... Umeambiwa nidhamu, huyu anakuambia kushirikiana. Maana yake ni kuijimrone, anasema hivi. Ah, mtu ni jumla ya watu wa tano anayeshikiana nao. Kama unashikiana na watu wabovu wako watano, we utakuwa mbovu namba sita. Kama unashikiana na wanafunzi ambao ni walevi na we utakuwa mlevi namba sita. Au wavivu au wategaji au wachelewaji, na wewe utakuwa namba sita. Maana yake ni kwamba mtu anayekuzunguka anaweza una rub off, yani unapata kitu kutoka kwake. Kumbe ni vizuri kushikiana na watu wanaofanikiwa kwanza. Kwa mfano ukiingia Ukitaka kuwa milionea, ukipata nafasi ya kucheza mamilionea maana yake tayari milionea mtarajiwa. Sasa hebu tuambie wewe, unafikiri nipi lena la kulifanya ili uweze kufanikiwa? Nguzo ah, nyingine ambayo inaweza kumfanya mtu afanikiwe ni kufanya kazi kwa bidii, na sio kufanya kazi kwa bidii tu, bali kufanya kazi kwa bidii kwa kupitia maarifa fulani. Kwa mfano, watu wengi nchini kwetu wamefanikiwa, sio kwamba wamefanikiwa labda ni kwa neema ya Mungu Mtu ambaye anafanikiwa inabidi afanye kazi kwa kufuata muda, labda unaamka saa kumi na moja asubuhi, una prolong muda yani unaenda, sio labda unatoka saa kumi na moja unaishia kazi yako saa nne, unaweza ukaenda hata mpaka saa kumi na mbili au saa nne usiku ili uweze kufikia malengo yako. Hiyo ni njia ya mtu ambaye anaweza kufanikiwa. Lakini tuseme ukweli, mafanikio yana kanuni zake. Kama haufuati kanuni, hauwezi kufanikiwa. Umeambiwa kufanya kazi kwa bidii. Jamaa mmoja anasema, mimi huwa siamini juu ya bahati, mimi kila nilipofanya bidii nilifanikiwa, nilibahatika. Kumbe ukitaka kujitengeneza mafanikio, ukitaka kujibahatisha, kuwa na bahati ni kufanya kazi kwa bidii. Kwa mwanafunzi, maana yake lazima usome kwa bidii. Hebu tuambie, kuna nini unalijua lingine la kutusaidia? Nguzo nyingine ya mafanikio ni uvumilivu. Uvumilivu. Uvumilivu ni uwezo wa kustahimili matatizo, changamoto na misukosiko ambayo unapitia katika utafutaji wako wa riziki wa kila siku. Mtu ambaye anahitaji kufanikiwa anapaswa kuvumilia matatizo yote ambayo unakutana nayo katika ma maisha yake ya kila siku. Kwa mfano Bakresa Bakrosae hakuanza tu biashara leo kesho akawa tajiri kama hivi ambavyo yupo sasa. Alianza na kazi ambayo ilimuumiza, ilimchosha, ilimfanya kuna muda akajihisi kama vile hatokuja kufanikiwa, lakini bado alivumilia. Alianza na kazi ya kushona viatu. Kwa hiyo wewe, ambaye upo huko nje leo, unafanya kazi ambayo inakuchosha, unataka kukata tamaa, usikate tamaa, vumilia, amini kwamba ipo siku na wewe watu watakutumia katika mifano ya watu ambao wamefanikiwa. Ndugu mtazamaji, mnaambia juu ya uvumilivu uh, mvumilivu maana yake ni kuendelea kufanya hata kama upati matokeo. Tufanye mfano mzuri, ingawa tunaenda kwafanya biashara, tunaacha mfano wetu wenyewe. Wewe kama mwanafunzi lazima uvumilie, kwa sababu utasoma miaka mingi wala hujafikia kile unachokitaka. Uongo kweli, eh? Uwe. Uongo kweli eh? inachukua muda mrefu naanza la kwanza mpaka la saba mpaka kidato cha nne mpaka kidato cha sita ulazima uvumilie kuna wanafunzi huwa wanashindwa kuvumilia wanaachia njiani uvumilivu maana yake ni kuendelea kufanya kuendelea kuvumilia hata kama matokeo bado na matokeo yako kama unavyopanda mti mwembe ndugu mtazamaji tumekaa chini ya mwembe huu mwembe huu haujafika pale juu leo lakini yule aliyeupanda alivumilia kwamba utakapokuwa mkubwa utaleta matunda lipi dada unafikiri inaweza kukusaidia kutaka kufanikiwa. Mtu mwenye mafanikio anabidi awe na hali ya kujiamini, awe na self confidence, awe anajiamini mwenyewe, ana na uwezo wa kusimama mbele za watu kwa niaba yake au kwa niaba yengine, na pia sijali maneno ya watu. Kwa mfano, mtu anaweza anataka kuanzisha anataka kuanzisha biashara ila kwa sababu anaweza akasema, nikifanya nikif, nikianzisha biashara ya kuuza vitumbua nikifanya, nikifanya, nikifanya, nikifanya tendo hili mtu atanyonaje? kwani mimi na hadhi ya kufanya ili, na, na hadhi ya kufanya hii biashara hapana? Sina hadhi. Yani anakuwa anaogopa kuanza. Ukiwa mtu mwenye mafanikio, nabidi asiwe na hali, asiogope kuanza chochote. Unabidi u unajiamini mwenyewe, ujitegemee, useme kwamba hapa nikisimama, ni kweli nasimama. Ukichukua mfano kwa huku sisi wanafunzi, mtu akiwa anafundisha darasani, akiwa hajaelewa bila self confidence haa, hatuweza kupata ule uwezo. Kuna kufuta mwema akasema kwamba mwalimu, sijaelewa point hii hapa, au mahali hapa sijaelewa, hata hatakuwa na huo uwezo. Kwa hiyo mtu mwenye mafanikio abidi awe na hali ya kujiamini. Vipi ambalo unafikiri dada, unatakiwa uwe nalo katika kutafuta mafanikio yako? Asante. Moja ya nguzo ya mafanikio ni kuwa na elimu binafsi. Elimu binafsi ni nini? Elimu binafsi ni ujuzi ambao mtu anakuwa nao bila ya kulazimishwa bila ya pia kusukuma. Elimu binafsi, watu wengi kama dunia ya sasa huwa wanasubiri kwa kupata elimu darasani na kuondoka. Hiyo sio moja ya kupata mafanikio, kwa sababu ili uweze kupata mafanikio yako itabidi una elimu, elim ya binafsi, kwa sababu elimu binafsi huwasaidia watu wengi ili kuweza kufikia malengo fulani. Ngoja tuendelee, tumalizie na vijana wawili hapa, watuambie kwamba wao wanafikiri nini cha kumsaidia kuweza kufanikiwa. Nguzo nyingine ya mafanikio ni kuto kukata tamaa, wanakuambia never give up. Watu wengi wanashindwa kusimamia hiyo nguzo kwa sababu ya vitu vingi wanavyovipitia na wanakuwa na, wanakosa uvumilivu. Wanakuambia kwamba ni heri udondoke mara elfu moja ila u, uinuke mara elfu moja na moja. Kwamba you need to continue kupambana, utakuja utapata. Hamna kitu kinachoitwa bahati, utafutaji wako ndo utakupa mafanikio. Never give up, usikate tamaa. Hebu tumalizie na kijana wetu amebaki pale atuambie yeye anafikiri ni lipi ambalo kama unatafuta mafanikio utaambatana nalo utalikumbatia utalifanyia bidii mwanangu. Hey. Mafanikio bwana, kitu ambacho unavuta kutokana na ubora ulionao anasema Jim Rohn. Success is something you you are attracted by the person you become. Mafanikio ni kitu ambacho unakivuta kutokana na ubora ulionao. Ubora wa kushika hizi kanuni tunazo kuambia, ubora wa kushika haya mafanikio yanataka kitu gani? Hebu tuambie kijana wetu nguzo nyingine ya mafanikio ni sacrifice, kujitoa. Kujitoa ni nini? Kujitoa ni kuachana na vile vitu ambavyo unaona vinakukwamisha katika maendeleo yako. Watu wengi sana duniani hawawezi waka sacrifice kila kitu wanachokipenda. Ukiangalia wanaofanikiwa, wanaacha wapenda nao, wanaacha familia, wanaacha ukoo mzima, wanaacha marafiki wote waliokuwa nao, walianza nao kuanzia mwanzo ili mradi wapate malengo waliotarajia katika maisha yao. Watu wengi sana duniani, kuachana na hivyo vitu wanashindwa sana. Hata ukiangalia asilimia kubwa watu ambao hawafanikiwi wanashindwa kusacrifice kile kitu ambacho wanaweza kinachoweza, walichotoka nacho mbali, wanashindwa. Ukiangalia wasanii wakubwa sana, waliacha wapendanao wengi, waliacha familia yao waliacha marafiki waliotoka nao mbali walisoma nao ili mradi wachukue malengo wafike, mpaka sasa hivi wanaitwa wamefanikiwa. Ukiangalia wanamziki wana, wafanya biashara wengi sana wame, wamejitoa katika hayo mambo. Kwa hiyo ukitaka kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa lazima ujitoe, ujitoe hata kama hao ndio unaowapenda, hao ndio watakukwamisha katika maendeleo yako. kwa hiyo Watazamaji wenzangu, kama unataka kuwa na njia mafanikio mazuri, lazima uwe na sacrifice. Tukubaliane ukweli kwamba tumepata nondo. Hebu tupige makazi ya makofi matatu: moja, mbili, tatu, piga yes. Ndugu mtazamaji, nafikiri mwenyewe umesikia. Hawa ni baadhi tu ya wa wanafunzi ambao tunaongea nao, lakini nakwambia hivi, shule nzima ina wanafunzi wakali. Mafanikio yana kanuni na bila kufuata kanuni hauwezi kufanikiwa. Kujitoa maana yake ni kuacha yote. Mimi namba yangu, mimi binafsi namba yangu ni 0682 0682 33 85 56. Uh, mpenzi mtazamaji segment ilikuwa ni bechi la ufundi. Napenda kukumbusha tupo na The Big School St. Matthew High School. Mpenzi mtazamaji, natumai umejifunza, umeenjoy. Mimi nimejifunza, natumai na wewe huko nyumbani ulipo umejifunza. Napenda kukumbusha kipindi chako sasa hivi ni The Big School na tupo na The Big School St. Matthew High School. Kipindi chako cha The Big School kinarushwa kila siku za Jumamosi saa kumi kamili jioni. Marudio ni Jumanne saa kumi na mbili kamili jioni. Ukikosa Jumanne, Jumatano tutakuacha saa nane kamili mchana. Kwa channel yetu, channel yako pendwa. Tumaini TV, channel namba 470 7 kisimbuzi cha Azam TV. Mwisho wa segmenti hii, mwanzo wa segmenti nyingine, usitoke hapo ulipo.